Na viongozi wanaowakilisha wakimbizi wa ndani kwa ndani humu nchini kutoka kaunti 16 wametoa wito wa kwa serikali kuharakisha mpango wa kuwapa makazi wahanga wa mchafuko baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na saba. Wakiongozwa na, wa na mwenyekiti wa kitaifa wa wakimbizi wa ndani kwa ndani Patrick Githinji, viongozi hao walielezea mafadhaiko yao kwamba zaidi ya familia nusu milioni hazina makao yapata ya, ya, ya miongo miwili tangu zifurushwe makwao wakati wa gasia gas hizo. Walitoa wito kwa Rais William Ruto kutekeleza kwa haraka sheria kuhusu wahanga wa machafuko ya kisiasa na mikasa mingine kama vile mafuriko na maporomoko ya ardhi. Kuna miaka kumi na nane tangu displacement i happen na pia hao watu ambao wako IDP wengi wamekufa. Waliweza kupatiwa pesa, wengine waliweza kupatiwa pesa kidogo na serikali na zile na pesa walipewa na serikali zikawekwa kwa bank, nyingi zilifungiwa na ile serikali ilikuwa mbele, hawajapata pesa zao. Hawa watu wanauliza haki yao, 77 shambas ile wataweza kuwa settled. Na wamesema even if one acre ama quarter acre, they will be okay.